Mapema ibada ya kumwombea marehemu Cleopa David Msuya ilifanyika katika kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania KKKT usharika wa Usangi Kivindu, ambako rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika salamu zake za rambi rambi, amemweleza marehemu Cleopa David Msuya kama kiongozi mwadilifu na ambaye alienzi harakati mbalimbali za kupambania maendeleo ya wananchi wake huku akijitolea katika kudai maendeleo na hususani katika miradi ya maendeleo ambayo hivi leo imeendelea kutekelezwa katika wilaya ya Mwanga. Lakini nakwenda kumsitiri mzee wangu huyu, lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza, na nilipokutana naye Mwanga alinipa mkono na akanambia asante sana, kazi zangu zote mbili umezitimiza. Rais Samia pia ameeleza namna ambavyo Cleopa David Msuya alishiriki katika kutoa maoni katika dira mpya ya taifa, walisisitiza viongozi serikalini viongozi tuliopo serikalini kuwa na uthubutu katika kuanzisha na kutekeleza miradi yenye tija kwa taifa. Viongozi mbalimbali wamepata fursa ya kutoa salamu za rambirambi, akiwemo Rais mstaafu wa awamu ya nne, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na ambaye ameeleza namna ambavyo walipata uzoefu wa uongozi kupitia Cleopa David Msuya. Huyu ni mvumilivu na ni lazima kitu cha kuiga ni mtu wa aina yake, kwamba unakuwa waziri mkuu unaondolewa, unakuwa waziri wa kawaida. Aliwahi kuwa waziri wa fedha, ananifundisha namna ya kuzungumza na wakubwa wale. Mkuu wa Kanisa la Kinjiri la Kilutheri Tanzania, Askofu Dr. Alex Malasusa kwa upande wake amewapa ujumbe wa ombolezaji kuhusu uchaguzi wa mwaka huu 2025 na tuendelee kuliombea ili uchaguzi usitufanye Tanzania inabadilika, bali iendelee kuimarika zaidi. Tuendelee kujiandaa kama Watanzania na kusikiliza maelekezo ambayo Mungu ameweka wa watu wa kuweza kutuelekeza, na tuwe wasikivu kuliko kuwa wasemaji, kama tulivyosikia katika neno tuendelee kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na amani. Wasifu wa marehemu Msuya ulisomwa na mtoto wake Jobu Msuya. E, mwezi wa kwanza ilikuwa birthday yake baba. Kawaida huwa apendi kufanyiwa birthday yeye mwenyewe, akaagiza mwaka huu nataka nifanye birthday. Akachagua nani aje, mchungaji gani afungue sala, kila kitu akakipanga mwenyewe. Maziko haya yamefanyika kwa kuzingatia itifaki zote za kijeshi. Marehemu Cleopa David Msuya amefariki akiwa na umri wa miaka 94, naye akiwa na ni miongoni mwa tunu muhimu kwa taifa, akiwa kielelezo cha uzalendo, utumishi uliotukuka na uadilifu. Mwenyezi Mungu wailaze mahali pema peponi roho ya marehemu amin. Mimi ni Enos Masanja, Azam TV, Kilimanjaro <tune>